Niwakaribisheni nyote kwenye studio zetu za Irakiza Nelson kwenye Facebook. Niombe mwendelee kufolo peji yetu ya Facebook na kwenye chano yetu ya YouTube, niombe mwendelee kusubscribe na kucomment na kushare vile vile. Naitwa Joseph kwenye taarifa ya habari ambazo tutakazowaleteni eh, muda huu ni pamoja na wazalendo wanaendelea Uh, kupambana vilivyo na wanaendelea kuonyesha umahiri wao na uhodari wao katika vita. Wameshambulia maeneo mbalimbali Ruchuru, eh, kule zoni ya Fizi Minembwe na kwengine kwingi, ambapo wameshambulia wamemfanya adui aweze kuchanganyikiwa. Adui sasa anatumia mbinu ya kutangaza kwamba ameleta wanajeshi wengi. Sasa kama ameleta wanajeshi wengi, wazalendo wako hapo, watakuonyesha wao ni akina nani? Tunasikia inadema, inadema mbali.